Ni furaha sana kukutana tena nawe mara tena, mpenzi mtazamaji wa Fizi News katika uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Alimasi, nila kuomba uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho, na sema karibu. Tuanzie na huko Uvira ambako shirika jipya la raia kusini mwa jimbo la Kivu kusini pa Uvira wametoa wiki mbili pekee kwa wabunge wa mkoa wa Kivu kusini wanaoishi nchini Burundi wawe wamerudi Uvira kwa ajili ya kazi, la sivyo hatua zingine za kikatiba zitachukuliwa hivi karibuni. Kwa mujibu wake Mafikiri Mashimango, mratibu wa muundo huo kusini mwa jimbo la Kivu kusini, ameonyesha kuwa hatua hiyo ya kuwapa wiki mbili imekuja baada ya kibarua alichomwandikia gavana wa jimbo la Kivu kusini, kama anavyoeleza. Acha nikwambie kwamba uh, la nouvelle civile congolaise, tumeandika barua, tumeandika barua na ile barua tuliandikia uh, wa député wetu provincial, wa Uvira, Fizi, mwenga na walungu kuambia mambo mbili yenye leo ina inauzi population yasilisilikivu ya kwamba wanakutana kwamba wa député depuis hali um, ya usalama iliendelewa kwa vibaya, wengi wanaishi Bujumbura, wanaishi Bujumbura, alors que uh, kila mwezi pako pesa inakuya kutoka kuserikali munive wa Kishasa pa mwe de vende milioni fra kongole ke chaque depute me ke ajabu unakutana ke zile pesa ze wanapokea unakutana ke matumizi mengi na kuwa Bujumbura na unaonekana isaidi kitu Uvira. Na ilifoko onesha bwana Jualesi kwamba tulibambia kwamba tunawapa desmen yao warudie kome, wadepute wetu wa sisidikivu warudie Uvira, waikale Baraka, waikale Fizi, wakiekala njo makao yao ifanyike. Na kama waifanyi mu sisi kome, shirika jipe la kiraia tutafanya maksi ya kabambi sana pour quand même waelee kwamba mambo wako nafanya haiko mazuri. Kwa sababu ya nini, bwana journaliste? ilifo kuonesha kwamba kulala o Ujumbura tunapoteza mengi zaidi tena sana, tant que ba responsable watu walikuwa iliwe na pep me woga ya kulala Ujumbura, watachia woga nini? Mimi si wamua wanasema kama ni kufatana na hali ya, ya inchi ambapo kiangalia leo Uvira apa apare hali ko mubaya meiakameme de grandes personalites wana wanatunala nao hapo Uvira, na inaleta matumaini kabambi sana kuraia. Wakati hayo ya Kijiri Mafikiri Mashimango ameongeza kuwa gavana, makamu na wengine wamejitahidi kuendelea kubaki pa Uvira licha ya hali ya sasa ya kiusalama. Ndauza kuambia kwamba depuis mambo ilianza kuwa mabaya na gouvernement provincial, tuko hapa excellence elakano analala kila siku Uvira na anazunguruka mwingine na natatua matatizo fulani, ile kwetu ni raha. Ukiangalia general uh, kifata directeur provincial wa DGM Ukifata uh, na wengine maire de la ville wa vile ya Uvira, ukikutana na honorable um, tuye na wengine le grand personnalité wanaendelea kulala Uvira, na ile naleta matumaini ya kabambi sana kuraia ya Uvira, kuraia ya Sud-Kivu. Donc tuliwaambia kwamba tumeonesha kwamba eh, watuambie watu explique kusisi raia wa wa wwasidisidi Kivu, watuambie kwa jua nini depui ke mena, tunakuwa na miezi tatu telegram eli kuwaka moya yenye lisema gouvernement provincial ikuya hapa na koma paka sai. Uh, bureau ya assemblée provinciale haiko malgré telegram, c'est comme ça que tulibambia kwamba waexplique, uh, ya raia sidi sidi Kivu, raia ya Fizi, raia ya Mwenga, raia sidi sidi Kivu tujue nini paka sai hakuna biro ya assemblee provinciale Uvira au Fizi ambapo ingekuwa hapo, kwa sababu njo organe organe executive kwa juu ya, ya maktivite parlementaire. Tulibapa muda ya desmen, kama hakuna biro ya assemblee provinciale hapo Uvira, si kama hatuna wadepite wanaendelea kuishi Burundi, tutafanya makso kwa sitwayen

na kwingineko ni kwamba kutokana na uchafu na uzagaa pamoja na barabara za mitaa kuharibika katika mji wa Baraka, mema makamu wa jiji lo amewataka raia wa jiji lo kufanya kazi za pamoja maarufu salongo siku ya sita ya tariki saba Juni 2025. Katika mazungumzo na TV yako, bi Emerite Tabisha Mwongelwa, mea makamu ambaye ni mea kwa muda wa muji wa Baraka, ameomba kwa raia wa tabaka zote kusafisha barabara zao na pia kwa wafanyabiashara kutokufungua milango yao hadi saa nne za asubuhi. Raia wapendwa wa vile ya Baraka, wakaaji na wageni wote, na ita wakaaji wafanya biashara, bamota, wenye makinga, komunote ya Barundi, wafanyakazi wa serikali wa FRDC wote, polisi nationale yote, biro zote za leta, ba agent be bako, mabiro zote za leta, wazalendo wote, wafanyakazi wa serikali, tunapaswa kuwa mfano na mimi meya uchafu huko unaonekana sana, mashimo mashimo mumaaveni ziko zinazidi. Sisi wote, tangu saa moja hadi saa nne, tunajua ya kwamba ni siku ya soko ya mwemezi, lakini pamoja na hiyo, tutengeneze kwanza. Mwingine, tangu saa moja hadi saa nne, wakioske asifungue wa depo wasifungue kwanza, wa magazin, tuwe wote pamoja kufanya kazi ya salongo. Wa chef de quartier, wa kapita na wa chef de village wote, kila mtu ana nafasi eneo ambayo ametaja kwenye watafanya salongo, kila chef na raia wake. Mfano watu wa aibaz ya pili wamesema kama watakuwa kubarabara kuanza pale kwa nzuruni bembe ya kushuka kwenda kupolisi ni mfano tu. Watu wa mwemezi eh, walisema kama watakuwa kueneo ambayo ni wanaita Avenue Matongo. Ni mfano kwa kuambia kama kila chef de quartier, kila kapita amesema kwenye watatumika kalinga nor walisema kufuye social kila raia aheshimu yale ambayo chef de quartier chef d aveni uh, kapita wake chef de village walionyesha kwa kufanya saa longo yao. Masoko ya jtm soko Mwemezi, wapresida wa masoko wafanye saa longo na wale ambao wanachuruzia mule msoko na huko Kilembwe ni kwamba mashirika ya kiraia ndani ya sekta ya Lulenge tarafa ni Fizi yataja kusikitishwa na kitendo cha wazalendo kurudisha mara tena vizuizi bandia ambavyo vimeondolewa naye mkuu wa sekta hiyo siku za nyuma. Awao wanaomba kwa viongozi wa wazalendo kuweka maslahi ya raia kwenye mstari wa mbele. Uthibitisho wa habari hii ni wake Abedi Sumbi Abdul mkuu kiongozi wa shirika jipya la raiandc chumvi ya Congo. Ameonyesha kuwa kurudishwa kwa vizuizi hivyo kunakuwa na vinyume vingi kama anavyoeleza. Napenda kusema kwamba hali ya mkuu kiongozi wa sekta ya Lulenge kutukusikika na wakuu viongozi wa wazalendo ndani ya sekta ya Lulenge inatanda sana, sababu wao tunawajulisha ya kusema wanapewa kamba tatu. Na alipoulizwa ikiwa ni vizuizi vingapi na ambavyo vinaonekana kuatishiwa kwa, kwa usalama wa raia katika eneo la Lulenge Aberi Sumbi Abdulu amejibu yafuatayo: bariere zote zilirudia ya nani ilirudia ya Lubondo ilirudia, ya, ya, ya, ya, ya Igomba ilirudia ya kule yulu kote kalme zilirudia zote zilirudia eh? Chef alikatalaka ile mabariere yote itoke, lakini zote zilirudia. Njoo tuko na shangaa, njoo tuko na shangaa. Na wakati bali pewaka kila watu lukamba moya moya moya moya moya moya moya moya moya moya, sisi wa raia tunakosa sasa la kusema, kwa sababu wale wenyewe kwa wapingana na chef wabu na chef direct wa sekteri na chef wa sekteri ndio kwa naongea na viongozi vyao, haoni kama ni mambo yiko nguvu sana, zote zilirudia na zote zinalipisha na kulipisha kuzinalipisha bariere mwa 5000 5000 5000 mile. Kama ni magumu kwa raia sana, inaumia hiyo. Ndio tatizo ndugu yangu na kwengineko ni kwamba waamini wa dini ya Kiislamu wa eneo la Baraka Fizi wameswali swala ya Idil Abba wiki runayo kwenye vijiji vyao, na ambako wale wa muji wa Baraka waliendesha ibada hiyo kwenye shule la sekondari la Lasharite katika muji wa Baraka saa mbili asubuhi. Sheikh Saidi Omar Sekembwe ni kiongozi wa waamini wa dini ya Kiislamu pa Baraka Fizi na ambaye alikuwa imamu kwenye ibada hiyo alitumia fursa hiyo kuonyesha faida kubwa ya Waislamu kuchinja katika sikukuu hiyo ya Idil Abba. Tumemaliza kusali ibada ya Idi ladha, mashallah tabarakallah. Kama mmevyoona gisi watu wamekuwa wengi, wanawake kwa wanamume kwa kuweza kutekeleza ibada hii tukufu ya Eid al-Adha. Eh, laidi tuliyosali ilikuwa ni laidi idi lfitri ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadani, na hii ya leo ni laidi al-Adha, yani laidi ya kuchinja ambayo tunatekeleza sunna aliyoanzisha baba yetu Nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalam kutaka kumchinja mwanaye Ismaili, mwenyezi Mungu akamgomboa kwa kichinjwa kitukufu kondoo. Basi na sisi nao, bwana Mtume akafata huyo mwenendo wa kuchinja kwa ajili yake Allah na akatuimiza sisi nao ummati Muhammadi, yani wafuasi tuweze kuchinja kwa kupata ujira mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ni kweli kuna watu ambao unasikia anachinja kuku ukichinja kuku haupati ujira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala. Vichinjwa vinavyokusudiwa ni vichinjwa hivi vinatembea kwa miguu minne kama vile ng'ombe, kondoo, mbuzi, kwa huku kwetu hivyo. Naam, hivyo ndio vinavyoruhusiwa kuchinja kwa mpaka marabuni mpaka na ngamia. Naam, yaani ibada ya kuchinja inachinja Waislamu wote kwa ujumla, kwa kila mwenye uwezo wake, mfugaji, mfanyabiashara, mfanyakazi, mwenye uwezo tu anaruhusiwa kuweza kuchinja kwa kutaka ujira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Na ujumbe wangu wa mwisho kwa kweli, kwanza nawatakia Waislamu wote kwa ujumla kuambia kwa kwamba Idi Mubaraka na Mwenyezi Mungu akubalie sote kwa ujumla ibada zetu na vile vile, naweza kuagiza ujumbe kwa Waislamu, sana tumwombe Mwenyezi Mungu kuweza kutupa amani na usalama katika nchi yetu hii na provensi yetu hii na nchi zingine na provensi zingine pamoja na territory yetu ya Fizi na territory zingine pamoja na e, mji wetu wa Baraka na miji mingine. Mwenyezi Mungu atupe amani e, atuondolee vita, magonjwa, matatizo na ajali. Na vile vile ujumbe wa mwisho ni kuwatangazia Waislamu kwamba siku ya tatu tutakuwa na sherehe kubwa katika msikiti wetu wa Aibaz pale, sherehe ya ufunguzi na kutakuwa konferensi tena islamiki. Kwa hiyo wanahalikwa Waislamu wote na wasokoa Waislamu kuweza kusherekea na sisi kwenye sherehe hiyo ya ufunguzi wa msikiti. Hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Bye bye. Fizi News 24. Media d'information en temps réel.